kwenye mtiririko ni kipaimara ndio inayotaja ya pili. Ya tatu ni nini? Na ya nne ni nini? Kitubio. Sasa yule akaniuliza, "Wale ambao mmeliona katika mtizamo wenu mdogo?" Akaniambia, "Fadi. Mimi, mimi na mwanzo sasa kwanza mimi nimepata sakramenti. Mimi nilibatizwa kwa mdogo. Lakini nilipokuwa mkubwa, kaanza kufundishwa mafundisho akikwata kipaimara, amwambia akikwata nini? Akasema kwanza, akasema ekaristi. Amwambia nilipata ekaristi moja kwa moja. Akakaa akasema hapana, kabla ekaristi niliungama. Kwa hiyo akaniambia, kwa hiyo inaanza ubatizo, upatanisho, ekaristi. Baada ya hapo ndio ukapata kipaimara. Kaniambia sasa sinaona nini ndio mnaokosea au hiyo katekisimu ndio imekosewa? Sijui kuna ambaye angeweza kumjibu, eh, hebu, hebu, hebu, hebu, hebu kujibu, au tuambie ni katekisimu, kwa sababu wakati ilivyopangwa tofauti na unavyozipokea, nimepangwa tofauti na jinsi unavyopokea unavyopokea. Sawa, amejaribu makofi. Jaribio lake ni zuri kwa sababu sakramenti zinatajwa kwa mtiririko ambao mwanzo kanisa lilianza kuutumia, mtiririko ambao hata nyakati hizi unatumika. Hivyo wanapobatizwa watu wazima zamani na hata sasa watu wazima wakibatizwa ule usiku wa Pasaka, watu wazima wanabatizwa usiku wa Pasaka. Pasaka paroko au akiwabatiza askofu mwenyewe au paroko akiwa amepewa ruksa na baba askofu, cha kwanza usiku ule wanabatizwa, sawa? Kwa hiyo wanakuwa wamepata sakramenti ya nini? Alafu kama ni askofu au askofu amemruhusu paroko, na wameandaliwa na ndivyo inavyotakiwa, hapo hapo anapewa kipaimara. Kwa hiyo kipaimara inakuwa sakramenti ya ngapi? Na akimaliza kipaimara pale, ekaresti inapoelekea kwenye kilele, anashiriki ekaresti takatifu mara ya kwanza. Kwa hiyo ekaresti inakuwa sakramenti ya ngapi? Sasa huo ndio mtiririko unaotumika kutaja sakramenti hizi ambazo umepokea. Ubatizo wa watoto wadogo umekuja baadaye. Kwa hiyo kimsingi, hizi tatu, ubatizo, kipaimara, ekaristi, ni sakramenti zinazotegemeana katika kumpokea mtu kikamilifu katika jamii ya waamini wa Kristo, hizo tatu sasa ukesha batizwa siku hiyo hiyo, ukapokea kipaimara, ukapokea ekaristi. Baada ya hapo, kama unatenda dhambi, unaenda sasa kuungama. Kwa hiyo sakramenti ya upatanisho inakuwa ya ngapi? Kwa hiyo wale waliokuwa na kamtiririko kengine, sasa mshike mtiririko rasmi wa katekizimu ni ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu hiyo na ilikuwa nzuri kwa sababu ndivyotaja hivyo, ndio imeleta fursa ya kufafanua zaidi, hasa kipaimara ambayo kimsingi ingekuwa sakramenti ya pili. Kipaimara kwa Kilatini inaitwa konfirmatio, Kiingereza konfirmation, na inatokezea kwamba hii ni sakramenti inayothibitisha ubatizo na kuimarisha neema za ubatizo. Soma katekisimu 1289 inafafanuliwa vizuri ni kuhakikishwa mwana kanisa kwa kumpokea Roho Mtakatifu katika ukamilifu wake na kupigwa chapa ya muhuri usiofutika kwa ishara ya kuwekewa mikono na kupakwa Krisma Takatifu. Tunajua ni ishara kwamba Yesu Kristo amemtia Mkristo alama ya muhuri wa Roho wake kwa kumpika nguvu itokayo juu awe shahidi wake. Katekisimu tena namba kumi na tatu sifuri nne inafafanua hii. Kwa hiyo kwenye kipaimara ni mafuta gani yanatumika? ayaw kwanza wanza a msabai waanza kusimama utuambie mafuta ya yes. Amepata, wamekosea. Pigeni makofi. Krisma ni moja ya mafuta muhimu sana katika kanisa, na bila shaka mnajua kwenye kanisa kuna mafuta aina ngapi yanatumika? nani anajua? haya yes. Huyo oh, ulionyosha mkono hapo, simama. Aina tatu ya kwanza cakuanza kris manee mafuta ya katekumeni, ya tatu mafuta ya mgonjwa. Amepata migeni <inaudible> hayo hiyo mafuta matakatifu na anabarikiwa katika Juma Kuu, askofu jimbo anapokutana na mapadri wake wote Mmeshasikia wakaa wa mapadri wameenda misa ya Krisma yanabarikiwa ya mafuta hayo, mtofauti na haya mafuta ya mpako mpako nayasikia huko mtaani. Achaneni naye, haya ni mafuta ya kanisa, yana mpangilio wake. Ya wagonjwa yanatumiwa na padre kwenda kumpaka mgonjwa zi kuna madeiwana ii eiukaibuka kibahatisha kupata mafuta kidogo inachanganya changanya na mingine utadhani watu wanachanganya ugoro, alafu anaenda kupaka paka watu kienyeji huko mtaani. Hiyo ni kufuru, ni mwiko. Mjue kwamba hata shemasi hahusii kutumia mafuta ya wagonjwa sembuze huwe mle. Kwa hiyo mafuta yanatumika tuna mapande maaskofu kupaka wagonjwa. Hayo mengine ya vimpako mpako sijuya kukanyaga kanyaga huko huko yanapokaa lakini usichanganye na mafuta matakatifu ya kanisa. Pili, mafuta ya wakatekumeni ni yale yanayopakwa kifuani kabla ya kubatizwa. Ya tatu ni krisma. Haya mafuta ni ya maana sana kwenye kanisa. Haya hayabarikiwi tu haya, haya yanawekwa wakfu. Mafuta ya krisma yanawekwa wakfu, yanachanganywa na manukato. Tasikia harufu yake, mafuta ya krisma yananukia kwa ajili ya kuweka wakfu, na kitu au mtu anayewekwa wakfu kwa mafuta hayo ni milele. Kwa hiyo mtu anapobatizwa hasa mtoto mdogo, anapakwa krisma kwenye paji la uso, ina maana sakramenti isiyofutika inayodumu milele. Na ndiyo maana ubatizo aunii sakramenti ingine kama mlivyotaja ataka kutumia krisma, ni hii ya kipaimara nayo napakwa kwenye paji la uso na kuambiwa pokea mburi wa paji la Roho Mtakatifu. Ni mburi usiofutika, ni sakramenti isiyofutika, hiyo pia hairudiwi. Na tatu ni upadrisho. Tunapopewa upadrisho, Baba Amadori mara nyingi anaongelea, tunapakwa krisma kwenye viganja vya mikono, umewekwa wafu, unakuwa padri milele hata ukiletaleta kuja kukenge huko au kwa ajili ya mambo ya nidhamu, ukaambiwa usiongoze misa na nini, lakini bado unabakia padri, kwa sababu haifutiki. Hiyo ndio maana padri akiugua, padri anapoenda kupaka mafuta pati na tu hawafanyi hata awe askofu, hapa hapaki mafuta wagonjwa huko kwenye viganja, anapakwa huku mgongoni, kwa sababu huku amepakwa krisma ni kwenye waskofu, askofu wananininiwa mafuta ya krisma kichwani. Kwa hiyo upande wa waskofu nini, sakramenti hizo hazifutiki, ni za milele. Hata makanisa yale makubwa yanayowekwa wakfu ya yanawekwa wakfu na yanatokwa majengo imara, kwa sababu hayawezi kubadilika, yamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Altari hasa zile za mawe zinamiminiwa krisma na ubani kuchomwa juu yake, litania iliimbwa. Altare kama hiyo iliwekwa wakfu, kazi yake ni altare tu milele. Uwezi kuigeuza ukasema sasa iwe meza ya kulia chakula, itakuwa kufuru. Nani basi, napopakwa mafuta ya krisma, mnawekwa wakfu, mnapigwa mhuri unaodumu milele, ambao haufutiki Hivyo, mpako wa krisma ni ishara ya wakfu kwa kipaimara wa Kristo, yaani waliopakwa kushiriki kwa mikubwa utume wa Yesu Kristo na utimilifu wa Roho Mtakatifu, wale ambao Yesu Kristo amejazwa amejazwa nao, ili maisha yao yote yanukie manukato ya Kristo. Ndiyo maana akawaambia, krisma inawekwa manukato wamikie mamkato ya Kristo. Kusoma waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya pili aya ya kumi na tano anasema hiyo. Mwisho neno ni Kristo, tunajiita Wakristo kwa sababu tunafuata njia ya Kristo, na kule Antiokia ndiko ambako waamini walianza mara ya kwanza kuitwa Wakristo, wanaokufuata Kristo. Neno hilo huchota chanzo chake kwa Kristo mwenyewe ambaye neno Kristo namaanisha Masiha au mpako wa mafuta, yule ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 38. Hivyo wapendwa wangu, Roho Mtakatifu naye mpokea leo kwa kuwekewa mikono na kupakwa krisma takatifu sawa na walivyopokea wafuasi wa siku ya Pentekoste, huyo awafanye muwe kweli mashahidi wa ujio wa ufalme wa Mungu, kama Paulo alivyotuasa, tugutuke tuitambue hadhi hiyo, kwani saa imesonga, alfajiri inakaribia, saa ya kuamka usingizini imekwisha kuadia tunapewa tena majira mapya na kuistawisha nuru ya Kristo katikati ya giza linalotawala ulimwengu, ulimwengu huu. Kama waimarishwa, simame na kujivika silaha za mwanga na kuanza kupambana na uovu, ulafi na ulevi wa mali na mambo mengine yote, ulevi wa madaraka wa masifa, hasa sifa za ulimwengu huu, lakini pia kupambana na uasherati na kila taksiri mbovu, kupambana na ufisadi, ambavyo vinachafua aiba yetu ya kuitwa wana wapendwa wa Mungu, ili tugeuzwe na inayogeuza miili yetu kuwa watumwa wa miili na akili zetu waimarishwa mwisho, nimalizie kwa kuambia msikubali kubabatishwa kimani na mtu awaye yote, muwe na msimamo thabiti katika imani yenu. Miaka miwili nimefundishwa, lakini kuna wengine wanaiongelea sakramenti ya kipaimara kama sakramenti ya mwisho. Baada ya hapo, wanaanza ulegevu ha -ha. Wakati wa kuamka si wa kulala. Wakati mwingine kuna wazazi wengine wanawasaidia watoto wao kurudi kwenye uregevu, wanaanza kumwambia junior, prince, queen na majina yote matamu, nayo aita hizi, miaka miwili umehangaika sana, kila siku, kila wiki uko kwa Padri Amadori na wakatekista mafundisho wakuii. Sasa mwanangu, keti ule ufurahi nenda kani nafasi na wengine kuna wazazi wanafanya hivyo ukifanya hivyo ni laana ni balaa kumtakii mtoto wako baraka ndiyo maana baskofu mkuu amesikiza kwamba kweli pia na katekesi andamizi baada ya Kipaimara ili kijana aandaliwe aende kuingia kwenye viwao na hatua nyingine vizuri akiwa mwana kanisa hai tunafurahi kuwaona vijana watoto sabini na saba kanisa zinaongezekewa nguvu. Hasa nguvu hii tuione kwanzia sasa kuendelea, sio nguvu hii na wengine wakipiga hatua kidogo wakafikia maisha ya ndoa na nini, wanaanza kupambaizwa kiimani. Mkatoliki aliyefundishwa vizuri kesho kesho kuta, unasikia sijui mchakato simu ini gani ziko siku hizi nyingi sana zinazoibuka anaacha hazina zilizo kwenye Kanisa Katoliki, anaenda kubabaika na kuhangaika na vikanisa na vidini vya telemukakukazi. Tunaambiwa mkataa pazuri babaya panamwita. Usikatae pazuri ukaitwa babaya. Siku moja nilitumia maneno ya kishairi ya mataarabu fulani, watu wakawa wanayarucharucha huko kwa nani mbalimbali, lakini hii inatufundisha na leo kwenu ni arudie ya ili yapenye zaidi, kwamba kuna wakati mtu hajachokoza hajafanyiwa chochote, mbaye anaanza kuwekaweka ovyo kama kumbwa koko Hmm, hivi, tunafanya hivi nini hapa kanisa nini? nita hapa parokia nini? Huo ni uzumbukuku. Na ile tarabu ilikuwa nasema hivi, anaweka weka ovyo bila yaku mchokoza, hacha vitu vinono anakula vya kuoza kwa ufupi wa mani kicha imemuanza kama hazina yote iko kwenye kanisa badala ya kufaidi hazina hiyo unaanza kukwekakweka huku na hujachokozwa unaacha vinono naelekea kula vya kuoza vilivyochacha kuti wa maneno nini, kicha kinamkuanza. Tuombe neema tusigeuke kuwa watu wa kubabaishwa kiimani, bali tuwe na msimamo thabiti. Roho wa Bwana awajaze moyo wa matumaini, awape ni neema ya kuamka kutoka usingizi wa kiroho na kutembea katika mwanga wa upendo wake. Mwinuliwe na Bwana daima Mwinulie Bwana daima nafsi zenu bila hofu, kwani wema wake hauna mipaka, unawafikia nyote, unatufikia sote. Tumshukuru hasa katika wiki hizi nne za kujiandaa ajili ya ujio wake. Tumsifu Yesu na sisi waumini wa parokia ya Mtakatifu Pio wa Pietrelcina Ulongoni B tunafurahi kukukaribisha kwetu kwa madhumuni maalum ya kuwaimarisha katika Roho Mtakatifu vijana wetu wapatao sabini na saba. Vijana hawa waliopo mbele yako wameandaliwa na makatifista wetu kwa muda usiopungua miaka miwili, huko wakishiriki mafunzo malezi mara moja kwa wiki. Waliwahi pia kupata semina maalum kuhusu elimu au maaghara, maadili ya kijinsia. Baba Novatus Mrighwa, karibu sana kwetu.

Isaya. Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema jjooni, twende juu mdimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda huko katika matito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu, naye atafanya hukumu katika mataifa mengi atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watakuwa panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miungu. Taifa halitaimua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena. Kama enyi wa nyumba ya Israeli, njoni twende katika nuru ya Bwana. Neno la Bwana.